Hi guys. How are you doing? Natumaini mko poa. Kwa majina naitwa Omega Moshi. Karibuni katika kipindi chenu cha BFF's Talk Show. Guys, karibuni sana. Kama wewe ni mgeni, tunakuomba usisahau kusubscribe, kulike, kushare. Kama wewe ni mwenyeji, tunakukaribisha tena na tena. Tunakuomba endelea kutusapoti na Mungu akubariki. Leo katika kipindi chetu tuna mgeni na mgeni wetu atajitambulisha. Mgeni wetu ni mwanamke, mwanamke jasiri, mwanamke aliyepitia katika changamoto nyingi katika maisha yake, kuanzia uzazi, maisha kwa ujumla. Atakuja kutuelezea hadithi yake nzuri ya kusisimua. Usikose guys, endelea kututazama. Kama nilivyowaambia, mwanamke huyu hakukata tamaa kabisa kwenye maisha yake mpaka alipofikia. Tutasikia simulizi yake kwa undani zaidi. Karibu sana, asante. Unaweza kujitambulisha kwa majina, unatokea wapi, una umri gani? Kwa jina naitwa Sofia Leonardi, ni mkazi wa Kigoma na miaka 25. Mimi nimelelewa Kigoma, nimekulia Kigoma, maisha yangu ya utotoni yalikuwa mazuri tu. Maisha yako ya utotoni yalikuwa ni mazuri, unaweza kutuambia ni changamoto gani ambazo ulizipitia ukiwa mdogo, ambazo mpaka sasa hivi unaweza kusema eh, hii changamoto, hichi kitu hichi nichokipitia siwezi kukisahau kwenye maisha yangu? Kiukweli mimi, changamoto ambayo niliopitia kwenye mtoto, kuna changamoto zipo, ila sio nyingi sana. Baadhi naweza nikasema labda nilinyanyaswa kwenye utoto kidogo, na kuna changamoto zingine nilizopitia. Niliwahi kulazwa njaa, nilipigwa sana, na ni mtoto ambaye kwenye familia yetu nilikuwa niki hata nikiongea naonekana kama sijaongea. Mhm. Mm, naweza nikaongea neno zuri, ni mimi nikatukanwa. Ni kwa hiyo hizo ni mojawapo hapo. Kipindi hicho ulikuwa unalelewa na nani? Mimi, uh, nimelelewa na mamangu mkubwa na babangu mkubwa. Ah, uh, okay. Ah, uh, uko uko Kigoma? Ndio, Kigoma. Ah, uh, okay, sawa. So. Ah, uh, unaweza kutuambia mtoto wako wa kwanza ulimpata, ulikuwa na umri gani? Mtoto wangu wa kwanza nimempata nikiwa na miaka 16. Ah, miaka kumi na sita. Ah, ilikuwaje ulipojijua kwamba sasa hivi nina ujauzito? Yaani uli- yaani ni kitu gani ambacho kilitokea? Yaani, ulijisikiaje ulivyojigundua kwamba hey sasa hivi nina ujauzito? a ah, kwa kweli nilivyofahamu kama nina ujauzito kwenye umri ule wa miaka kumi na sita. Nilishtuka sana. Hmm. Kwa sababu ni kitu ambacho nilikuwa sijategemea kama anaweza kupata ujauzito mkiwa na umri ule. Mm, ulikuwa umemaliza shule? Yes, nimemaliza memaliza, yes, memaliza darasa la saba. Sikufanikiwa so kuendelea na masomo mm -hmm, nikawa nimefeli. Aa, na huko unajishughulisha na chochote kwa wakati huo? Hapana, nilikuwa sina chochote, sifanyi kazi yoyote, nishughulishi na kitu chochote. Kwa hiyo ulikuwa bado upo Kigoma au ulikuwa bado ujaja Dar es Salaam? Ndio, nilikuwa bado nipo Kigoma kwa hiyo ulipopata ujauzito ndo uliamua kuja Dar es Salaam au ilikuwaje? Mimi nilipopata ujauzito niliendelea kukaa pale pale nyumbani. Baada ya muda, nikawa nimempa taarifa mama yangu kusema, mama yangu alikuwa hayupo, alikuwa yupo Dar es Salaam. alikuwa ameleta biashara tatu. Kwa hiyo nilivyojigundua kwa kama mimi ni mjamzito, ngawa nimempigia simu mama yangu, nikawa nimemwambia mm -hmm. Nilivyomwambia kama mi ni mjamzito kiukweli, kikli mama yangu, zile taarifa zilimshtua sana na aliogopa, na akachukua uamuzi, akampigia simu mama yangu mkubwa akawa amemwambia Sophia ni mjamzito. Kwa hiyo zile taarifa zilivyofika nyumbani, kiujumla ni familia nzima ijua, waliogopa sana na wengi walinilaumu kwa sababu kwanza nilikuwa na umri mdogo, nilikuwa bado mdogo juu chochote tegemezi yangu ulikuwa ni wenyewe. Kwa hiyo kilichoendelea hapo, mimi ilibidi nifukuze mabango Ah. Sasa na ilikuwaje? Sasa ni una mwanaume aliokupa ujauzito ilikuwaje? ni ulikuwa una mahusiano naye au ni alikudanganya au ilikuwaje mpaka ukajikuta uko na ujauzito? Ah, kikweli ni story ndefu kwa yule mwanaume yule marume mimi ilikuwa sina mahusiano naye. Aya. Ila ni mtu ambaye naweza nikasema ni kuna siku moja nilikuwa na kakaangu mtoto wa mamangu mkubwa. Kuna nyumba moja ambayo alikuwa amepanga. Sasa hiyo nyumba aliyokuwa amepanga alikuwa na rafiki yake. Huyo rafiki yake ndio huyo baba alionipa mimi ujauzito. Na kuna siku moja kakaangu akawa ameniagiza. Mdogo wangu, nenda kule nimekopanga ukanichukulie viatu. Mimi nikawa nimeenda kumchukulia viatu. Sikutegemea kama nitakapoenda kule alipopanga kaka yangu tamkuta yule kaka, kwa sababu alikuwa ni rafiki yake. Nilifika mpaka pale, nikafungua mlango kaka yangu, nikaingia ndani. Nilivyoingia ndani, yule kaka ndo akawa amenifuata. Kwa hiyo, yani, ni mtu ambaye alitumia kama kuniforce, nadhani naelewa nikisema hivyo naelewa anachomaanisha kwa hiyo nilipata ile mimba kwa siku ile ile, nasikutarajia na baada ya wazazi kugundua kwamba ni mjamzito na jamii, walichukuliaje wali hilo swala, kwa sababu ulikuwa bado ni mdogo, na walichukua wali hatua gani? Kwa kweli jamii kwanza kiujumla ilinilaumu mm -hmm. na wengi wasikitika, kwanza walikuwa nanionia huruma mm -hmm. sababu aliona mimi bado mdogo, na familia yangu maamuzi yaliochukua hususan kama baba yangu mkubwa, mm -hmm. alionelea alichukua majukumu ya kunifukuza mimi pale niondoke. mm -hmm. Hey, guys, na hiyo ndo historia ya ndugu yetu Sophie na kama tulivyosikia, baada ya kupata ujauzito, Sophie aliambiwa aondoke nyumbani na walezi wake ambao walikuwa ni babake mkubwa, walimwambia aondoke nyumbani. Je, Sophie alienda wapi baada ya kufukuzwa nyumbani katika umri mdogo wa miaka 16? Ist, je, Sophie alienda wapi? Uh, Sophie, kunywa hata soda kwanza, upoze koo alafu tuendelee Sophie, kwa hiyo baada ya kufukuzwa nyumbani ulienda wapi? Kiukweli, mimi baada ya kufukuzwa nyumbani nilibidi nikamtafute yule baba wa ile mimba, nimtafute mm -hmm. Alipo nikawa nimemtafuta, alikuwa yupo kijiweni, nikawa nimempata. Nilipompata nikawa nimemwambia mimi, nyumbani nimefukuzwa, sina pa kwenda na kama unavyoona mimi ni mjamzito na huu ujauzito wewe ni wakwako? mm-hmm. Yule baba ya mimba akawa amekataa, akasema wewe utajua pa kwenda, mimi hiyo mimba sio ya kwangu na wala mimi wewe sikutambui kama nimeshakupa mimba au nimekubebesha mimba. mm. Very bad. uh, <coughs> kwa kwao baada ya kukataa ndo ulipokuja Dar es Salaam? Hapana alivyo uh, kwanza guys hiyo itakuwa ni story for another day. Leo tupo kwa ajili ya kumfahamu hasa hasa Sophie na kujua kumjua zaidi. Um, hiyo atatupa story katika kipindi kijacho, tutajua historia yake kwa ujumla, alipopata mimba, kila kitu tutajua katika kipindi kinachofuata. Hapa nina swali lingine la kukuuliza Sophie. Sasa Sophie, unaweza kutuambia kwamba ulijisikiaje au uliwezaje kumlea mtoto katika mazingira magumu kwa wakati ule? Kiukweli mimi nilijisikia vibaya. mm -hmm. Na mwanangu nimemlea kwenye mazingira magumu sana Jiyana. Yani ni mazingira ambayo yanasikitisha <hih> yani kwa mtu yoyote akija ya akasikia mazingira lobea mtoto wangu ni mm -hmm. mazingira yanayosikitisha sana. Hey, pole sana. Asante. mm -hmm. Kikubwa ni kwamba sasa hivi huko umetoka, na kama tunavyojua kwamba tayari una mume, si ndiyo? Ndio. mm -hmm. Unaweza kutuambia ulikutanaje mm -hmm. na mume wako wa sasa Uh, mme wangu mm -hmm. nilivyokutana naye nili, mimi nilikuwa na urafiki na dada yake mm -hmm. nilikuwa na urafiki na dada yake. Yule dada yake kuna kipindi fulani akanambia, mimi nina mdogo wangu mm -hmm. mdogo wangu anatafuta mchumba. Je, yeah, Sofia, utaolewa mm -hmm. nikuunganishe naye? Nikamwambia ndio, mimi nitaolewa, nipo tayari kuolewa. Basi ndo mipango ikawekwa sawa barua ikatoka kwa sisi Waislamu. mm -hmm. Natoka kwanza barua inafuata mahali mm -hmm. na pia nikawa nimefunga naye ndoa. kipindi hicho uko Dar es Salaam? au ulikuwa bado upo Kigoma? Hapana, kipindi hicho nipo Kigoma. Kumbe mume wako mlikutana naye Kigoma? Ndio. hey, wow, that's nice. Mume wako wa sasa ulikuwa naye, alilipokeleaje suala kwamba wewe una mtoto mwingine, yaani una mtoto ha. Kabla hajanioa wala kunichumbia, uh -huh. uh -huh. Ilibidi mimi nimfahamishe kama mimi nina mtoto uh -huh. Nilivyomfahamisha kama mimi nina mtoto, yeye hakuwa ana shida, akaniambia sawa, hata mimi pia nina... ah, okay. mtoto ndio na uliposikia ana mtoto ikaje? na nami nikawa nikachukulia kawaida tu, yani nikaona kama poa, kwa sababu mimi nilijisikia vizuri kwa sababu nilijua natin? ah kumbe na yeye ana mtoto kama mimi, nikaona afadhali, afadhali kwa sababu anakupunguzia na vile labda mtoto eh, peke yangu labda hata angenioa angenipa labda gubu kwa sababu mwenzangu labda ye hana mtoto, mimi na mtoto, mtoto. kwa hiyo ilikuwa ni 50-50 ndio, ah. Unafikiri kuna tofauti gani ya, ya kuwa mama bila mume na kuwa mama ukiwa ndani ya ndoa au? Ah, tofauti upo tena, upo ni mkubwa sana ndiyo, ndiyo. Yani tofauti upo kabisa kwa sababu kiukweli kumlea mtoto peke yako na kumlea mtoto ukiwa na mume okay. au baba wa mtoto ni vitu vili tofauti. mm -hmm. Kwanza kumlea mtoto ukiwa peke yako inaumiza sana kwa sababu muda wote mafikirio yako yanakuwa kwa mtoto. Utafikiria mtoto wangu anakula nini? Mwanangu anavaa nini? mm -hmm. Mwanangu nimnulie sabuni, nimfulie nguo, mwanangu anaishije? Labda akafikia umri wa kwenda shule, mzazi unawaza mwanangu nampelekaje shule? Na ni tofauti na unapokuwa na baba yake kwa so sababu baba mtu kwanza unakuwa hauwazii mm -hmm. Sana sana labda utamshirikisha mwanaume wako, labda mtoto anataka kitu fulani mm -hmm. Yeah, ndo atajua jinsi gani anafanya, labda mtoto anataka daftari, mtoto anataka kula, mtoto huku ananja, tunafanyaje mme wangu. Alafu ile mkiwa wawili ni bora kuliko mkiwa, ukiwa peke yako. Ubora huko, yeah. Anakusupport, mnasupportiana, si ndio? Ndio. Um, ni changamoto gani ambayo unapitia kama mama wa watoto wawili kwa sasa? Kwa kweli, kwa sasa mimi naweza nikasema changamoto ya wa watoto wangu hmm. labda ni watundu tu <laughs> na watoto, kwa watundu, si kawaida ndio. mm, labda ndio changamoto unaopitia, utundu, labda kuchafua nguo <laughs> ai kufua, yani hizo ndio changamoto nazopitia, sina changamoto zozote hizo. ah, ni changamoto za kawaida kwa kila mtoto ah, katika malezi changamoto hakuna, si ndio? Kwa sababu mwanaume ana support each and everything, si ndio? Kisha kufikiria kukata tamaa, kama ndio, ni kitu gani ambacho kilikuwa kimekufanya ujisikie kukata tamaa? Kukata tamaa nishae kufikiria mm -hmm. kuna muda labda nilikuwa na mume wangu mm -hmm. kuna vitu ambavyo mimi nilikuwa nikimshirikisha, mm -hmm. yeye yani anakuwa yani hayupo tayari. Okay. Najaribu kumwambia mume wangu labda fanya hiki fanya hiki, yaani yeye anakuwa anaenda anavyojua yeye, yani hayupo tayari kufanya kile kitu ambacho nachomwambia mimi, mm -hmm. kwao. Kuna wakati ilifikia stage mimi nilikata tamaa, nilikata okay, tamaa na namshukuru Mungu Nilipokata tamaa, nilimshirikisha na mama yangu pia. Mama bwana, mimi mwanaume yuko hivi na hivi na hivi. Mama yangu akanipa moyo, akasema hapana mwanangu, ndoa ndo zilivyo, sawa sawa, kwa wewe zidi kukaza buti, wanaume ndo alivyo hmm. ila ipo siku tu yeye mwenyewe mwanaume atajirekebisha na mtaenda sawa, sa, okay. na kipindi cha cha ukono ujauzito umefukuzwa, haukukata tamaa? Kiukweli nilikata tamaa mpaka ilifikia muda nilitaka kujipa hata sumu. Aish nilifikiria kujiua kabisa kwa sababu mm. manyanyaso niliyoyapitia mm. yeah, ni siri yangu, yani ni makubwa sana. Acha kumshukuru Mungu kwamba ni sasa huko salama huko mzima. Mambo gani unalotamani kuwashauri wanawake wengine waliopitia changamoto kama zako? Kwa kweli mi nachowashauri wanawake wenzangu mm. kwanza nashauri wale wanawake ambao wenye mm. mabinti ambao bado wapo kwenye umri mdogo mm -hmm. ambao wapo kwenye umri mdogo mm -hmm. wawashauri watoto zao, jamani, watulie. yes, wanaume tunawapenda, lakini mwanaume ni kama tumbo la kuharisha mm -hmm. Leo uko naye sawa, kesho anakugeuka mm -hmm. Leo anaweza kukupenda, mpenzi wangu, nakupenda, sijui nini, akishakupa hiyo mimba jamani, anakugeuka, au akikupa ugonjwa umuoni tena mm -hmm, k kwa ushauri wangu mm -hmm. Na washauri jamani, mabinti wenzangu wote watulie, tulieni. Na kina mama ambao po kwenye ndoa tuvumilieni jamani, wanaume ndo walivyo. Misukosuko kwenye ndoa ni kitu cha kawaida. Aa, kama mlivyomsikia Sophie amewashauri, amesema mtulie. Na wazazi pia mnatakiwa muwe bega kwa bega na watoto wenu kuhakikisha mnawalea katika malezi yaliyo bora na yaliyo sahihi. Jamani wazazi, waonyesheni watoto wenu upendo. Ukimonyesha mtoto upendo, hawezi akakutana na changamoto nyingi. Hata akikutana na changamoto, lazima atakushirikisha, atakushirikisha. Kiukweli Sophie, tunashukuru sana kwa kuwa nawe kwenye kipindi chetu cha leo cha BFF show. Natumaini kuna mmoja kati ya watu wengi wanaotuangalia atakuwa amejifunza kitu kupitia historia yako. Natumaini utarudi tena kuja kutuelezea historia, historia ya maisha yako. Guys, natumaini mtatamani tena Sophie aje ili aweze kuelezea historia ya maisha yake ni, ni ilikuwaje, ilikuwaje mpaka hapa alipofikia kwa sasa. Natumaini umejua kwa uchache na umejifunza kitu. Karibu sana Sophie, asante. Uh, guys kufikia hapo, hatuna la ziada ni kukumbusha kusubscribe, kulike pamoja na kushare. Usisahau guys, kumshirikisha mwingine, kushare channel yetu endelee kukua na kukua zaidi. Tutaendelea kuwaletea vipindi vizuri.